Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania na wenzangu nimekuta walishaanza kule baadhi ya tafiti e, mwaka 2023 2024 na 2025 tayari tumeshawasilisha nadhani taarifa 15 Wizara ya Katiba na Sheria ambazo zinagusa <tip> zinagusa maeneo mengi katika sheria za taifa hili na nadhani hapa katikati kati tutawasilisha tena nadhani kama sio taarifa 5 4. Kwa hiyo unaweza ukakuta katika muda mfupi huu kwa unaweza ukaona umuhimu wa tume kwenye kutekeleza kazi za jumla za wizara katika mwaka wa fedha 2023 2024 2025 2026, sasa ambazo nyingine tunaendelea nazo. Uh, katika kipindi kile kilichopita taarifa hizo nyingine tulishaziwasilisha, lakini 2025 yale tunaenda kuyatekeleza, yataenda mpaka 2025 26 2026 27 Utafiti kuhusu mfumo wa sheria zinazohusiana na biashara ya ewuk, nadhani nimekubrief kidogo pale. Tuna changamoto moja kwamba kwa upande wa tume sisi tunadili na sheria tu, wenzetu wa sekta nyingine wanadili na sera, mikakati na miongozo. Sasa tumekuwa na upungufu wa fedha, kwa unaweza kwa ukaanzisha tafiti lakini inakosa ina fedha, lakini sekta nyingine inayo. Kwa hiyo tulisema pia tuone namna gani tutakavyokuwa na collaborate hizi efforts zetu ili tuwe tunafanya kwa hatua mtambuka, lakini tunafanya pia utafiti kuhusu mfumo wa sheria unaohusiana na teknolojia ya akili unde ambayo huko nyuma walikuwa nasema akili, akili bandia e, wengine wanasema akili mnemba, lakini kiingereza inaitwa AI artificial intelligence, na mapitio ya sheria ya bima ya magari sura 169, mapitio ya sheria ya mamlaka za nchi katika kumiliki mali rasilimali asilia sura 449 ambao hizo nyingine tupata maelekezo kutoka wizarani pamoja na sheria ya mapitio ya majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya mali na rasilimali asilia sura 450. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi nyingine ni mapitio uh, ya sheria ya bima sura 394, mapitio ya sheria iliyoanzisha tume ya kurekebisha sheria yenyewe. Mezungumza hapa juu ya kuimarisha tume ya kurekebisha sheria, lakini pia kuwa na mfumo wa vyanzo Ha, vya mapato ambavyo itatuwezesha tume kuweza kukabili majukumu yetu kwa ufanisi. Baadhi ya taasisi tunazo zikafanya mapitio ya sheria eh, ni kwetu tuna collaborate nazo tunashirikiana nazo, lakini hazina mandate ya kisheria ya moja kwa moja kufanya kwa, tunadhani kwamba mifumo itakayoweza kurekebishwa iweze kuangalia namna gani tuweze ku, kuwa na mfumo wahusishi na wa kuwezesha hizo sheria kufanyika kwa ufanisi. Tume inashiriki katika dira ya taifa ya maendeleo kama nilivyoeleza na katika kazi hii tulipewa dhamana ya kusimamia sekta, nani sekta ya mapitio ya sheria na utafiti, na tunatarajia kwamba e, e, tutafanya uchambuzi na umeshaanza kufanyika kuangalia sheria zote ambazo zinaguswa kwenye dila za sasa na zijazo, lakini kuangalia pia athari zake kwenye sekta, lakini kuangalia namna gani tutaweza kuziboresha kupitia utafiti, kupitia mapitio, lakini pia kupitia kuwaelimisha wananchi. Kuna sheria nyingine zipo sio kwamba haz, hazifanyi kazi, zinafanya kazi, lakini wananchi hawaelewi. Kwa hiyo tutashirikiana pia na wizara, lakini pia na mwanasheria mkuu wa serikali katika eneo hilo. Na kwa kutambua hilo, tume inaendelea pia kufanya kazi eh, ya kukolaborate na wadau katika maeneo mbalimbali kuainisha yale mahitaji.